<laughs> Na waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku sasa anasema kwamba matokeo ya chaguzi ndogo zilizokamilika hivi punde zinaashiria kwamba Wakenya wamekataa siasa za migawanyiko. Katika kile kilichoonekana kuwa kumlenga kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, waziri Ruku alisema ushindi wa UDA katika uchaguzi mdogo wa Mbeere Kaskazini ni thibitisho kwamba eneo la Mlima Kenya linaunga mkono serikali. Wakati huo huo, waziri wa masuala ya vijana na michezo Salim Mvuria ametahadharisha vijana dhidi ya kutumiwa na wanasiasa ili kuzua ghasia kutisha watu wasipige kura. Mimi naomba vijana wote wa Kenya, msitikie kutumiwa kutisha wale wengine wasipige kura kulingana na vile wa wanataka. Wakenya wanataka maendeleo. Wakenya wanataka kujua utawafanyia nini, masomo yao iko namna gani, stima iko namna gani, maji iko namna gani, hospitali ziko namna gani ama namna gani? ama mnataka kusikia mimi nimetoka mbele, mimi ni Mkisi, mimi ni Mjaruo, mimi ni yule mwingine. Hakuna anja ukapira haina anja katika hii taifa yetu ya Kenya, haitasaidia mtu yoyote. Najua sisi kama kina mama, sisi tunabeba mzigo mkubwa sana wa kijamii. Msiwe wa mama wale ambao wanasema sha haifanyi kazi, sisi hatutaki maneno ya hii serikali, mnakataa kujiandikisha, si ndio?